Tutakamata Biblia tusome neno fupi mm. Neno fupi sana ni katika ile Zaburi ya ya ya, ya Mfalme Daudi kwa ile, kwa ile sura yake ya, ya makumi mbili na nne makumi mbili na tatu na mstari wa nne. Ni ile tu ile mstari moja e, mwenye alipata ataweza kutusomea Zaburi makumi mbili na tatu mstari wa nne. mm. Mm, makumi, makumi mbili mm. <coughs> na tatu ile mstari wa nne katika, amena mstari wa ine, ndiyo naam, nijapopita kati ya bonde mm. la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya mm kwa maana wewe uko pamoja nami mm. Gogo lako na fimbo yako vya nifariji. Amen. Amen. Eh, kichwa, kichwa cha hili neno fupi inasema ya kwamba Mungu ndiye mchunga wetu kabisa. Eh, naona kama, na, na tunaona kwa hizi siku eh, dunia inapita muhali ya muhali yes, ya nguvu yes. Tuko muhali za nguvu mm. lakini tukiamini ya kwamba Mungu ni mchungaji wetu, hakuna chenye kitatuzuru, tutakuwa imara kwa nguvu zake mm. Eh, tutakuwa imara kwa nguvu zake. nguvu za Mungu zitakuja namna gani? Nikuzidi kuomba, nikuzidi kuomba wapendo, eh, nikuzidi kuomba na, bila kuomba vitu vitu vinaharibika ndio. Eh, eh, niliweza kuuliza kijana wangu na uli, namuuliza mbona hizi siku uh, mbona hizi siku ha, haushiriki tena, haushiriki kanisa. niko na mna mm. gani, sema papa, niko nasikia, sawa sawa mazaifu sawa mazaifu mm. aseme, niko nabaki hapa kunyumba, niko na soma soma vitabu, niko nasoma vitabu mm. kambia hiyo mazaifu ni kuomba mm. ni kuomba umurudilie tena Mungu. Haleluya, amen, amen, eh, Mungu apewe sifa. Kwa sisi wenyewe tungali tunasikia ile hamu mm -hmm. ya kutaja jina la Bwana mm -hmm. ni neema kubwa sana wape. Kabisa. E, Mungu apewe sifa mm -hmm. na Mungu azidi kuinuliwa. Imefika mm -hmm. e, wakati mzuri wa kukaribishana mm -hmm. e, na bila kuchelewa e, sisi tuliopata neema ya ku, ya kuona tena siku ya leo mm -hmm. na zaidi ya kukusanyika ajili ya neno lake mm -hmm. sifa na utukufu vimodirie muwe karibu wapendwa. mm -hmm. na Mungu azidi kutulinda mm -hmm. E, pamoja na hayo siwezi kukosa kukaribisha pia e, kuko wapendwa wenyewe wanatufuata. mm -hmm. na kati kama hizi, labda kuko wenye wanatufuata na kuko wenye watakuja kutufuata labda kisha ibada, nao pia muwe karibu. mm -hmm. na Mungu azidi kuwawezesha. mm -hmm. na Mungu azidi kuwapatia kiu ya kusikia neno lake. mm -hmm. E, na wengine kama mko watumishi Mungu awazidishie nguvu amina. Aleluya, amina! Eh, sifa za Bwana aliyeumba mbingu na dunia zimerudilie, amina. Eh, na bila kukawia, imefika wakati ya kusikia wakati ya kusikia neno eh, ni ndio chakula cha uzima. Neno lilisema li sime, mwanadamu hawezi kuishi tu kwa, kwa mkate ila ila pia kwa neno Haleluya. Kumbe acha tuombe, yeah, ili Mungu mwenyewe acha Roho mwenyewe anene ndani ya mhubiri wetu siku ya leo, atulishe lile lenye Mungu alimtayarishia. Tuombe. Mungu Amen, Mtakatifu, asante. Mungu Alfa, Mungu Omega, tunasema aksanti tena kwa kukusanyika kama hivo kwa siku ya leo. Bwana, tumefika wakati ya kusikia neno lako ndiyo chakula cha mzima Bwana mhubiri tunamtia mikononi mwako, umuwezeshe Bwana, acha Roho wako anene ndani mwake, yeye awe ni mtafsiri wa neno lako Bwana, wana uliotutaarisha kwa usubuhi ya leo, hata nasi tutakalolipokea. Baba, utufungule masikio ya kimwili kama ya kiroho, ili neno lako liwe nanga katika nafsi zetu, na watakalolisikia pia liwe nyundo ya kuweza kuwa ya kuweza kuwafua ya kuweza kuwageuza kuwa wapya wa kuweza kufata njia zako Baba. Hakuna mwingine kama wewe utakayetutendea kwa rehema. Yote tunayakabidhi wewe, mwanzo hata mwisho, na mengi yenye sikukuomba Mungu wewe umeyajua na kuyatambua. Ututendee kwa rehema siku nzima ya leo, utuongoze kadri ya mapenzi yako. Tunaomba kupitia lile jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu so Kristo.